Hayo ndiyo maneno mazuri kabisa tunaweza tukasema kwa kuku wetu wa miezi mitano ambao ni kuku wa mwendokasi. Sasa kuku hawa, inabidi nipunguze kelele niongee kwa utaratibu kabisa, kwa sababu ni kuku ambao wamefikia katika steji ambayo hawahitaji kelele. Kwa hiyo zile hali za miezi miwili, mwezi mmoja, miezi mitatu za kupayuka kwa makelele, leo sintaziongea tena na ninafurahi, kwa sababu naamini kwa sasa hivi unanisikia vizuri kabisa na unanipata uzuri kabisa kutoka katika banda letu la kuku wetu wa mwendokasi wa miezi mitano kuku wetu wa mwendokasi wa miezi mitano sasa hivi wamefikia pointi ya kuweza kuanza kutaga, na sasa hivi wana asilimia chache za utagaji, na siku zinavyozidi kwenda, kuku wetu wataendelea kutaga zaidi na zaidi, na watafikia mpaka kilele cha utagaji au peak of egg production. Kwa sasa hivi kuku wetu wanatetea kama kawaida, kuku wa miezi mitano wanatetea, na sasa hivi baadhi wameanza kudondosha mayai, na vile vimayai vidogo vimeanza kuonekana, kwa hiyo ni furaha iliyo kuweza kukuambia kwamba kuku wetu wa mwendokasi sasa hivi wanataga na kwa muonekano tu kama unavyowaona, kuku wetu wamekuwa na maumbo makubwa kabisa, hasa majogoo. Majogoo wamekuwa ni wakubwa hasa. Ah, kuna mtu mmoja amekuwa akisema kwamba kuku wake wa mwendokasi wakifikisha miezi mitano anaweza kuchinja na kuuza kwa shilingi elfu 25 mpaka shilingi elfu 30. Sasa je, kwa hawa kuku ambao anaenda kukuonesha leo, je watakuwa wanaendana na viwango hivi vya kuchinja na kuuza kwa shilingi elfu 25 mpaka 30? Basi utaniambia hapo chini kwenye comment na mimi nitaweza kusoma ili niweze kufahamu kwa eneo lako. Je, kuku wetu uh, wa mwendokasi wakiwa na umri kama huu hapa wanaweza kauzika shilingi ngapi? Kumbuka sisi ni Kuku Village, ni wazalishaji wa vifaranga wa uh, kuku wa mwendokasi. Na hapa tupo kwenye banda letu la kuonesha ni namna gani kuku wetu naweza kukua na kuweza kuwa wazuri kabisa kwa ajili ya utagaji au na kuweza kuwa wazuri kabisa kwa ajili ya nyama wa 11 na leo ikiwa ni tarehe tatu ya mwezi wa nne, tunahesabu ni miezi mitano kamili. Sasa, je, umeweza kuwaona kuku wa Mwendokasi wakiwa na miezi mitano wanavyofanana? Basi hiki ndicho tunachokuambia, kuku wetu ni kuku wa kienyeji mbegu bora, wanaokuwa haraka na ni wastahimilivu wa magonjwa. Hakika mwendokasi ndiyo habari ya mjini. Kuku hawa huwa hawana changamoto za magonjwa kama kuku wengine walivyokuwa na changamoto. Hawa kuku utaweza kuwafuga vizuri kabisa bila kuwa na shida ya kutibutibu ovyo. Kumbuka, tutakupatia vifaranga kuku wa mwendokasi wakiwa na siku moja tu, lakini wakiwa na chanjo nne. Chanjo hizo ni zipi? Mara nyingi tumekuwa tukiwaelezea wateja wetu wa kuku wa mwendokasi, kwamba kuku wetu tunawatoa wa sasa hivi hachari wakiwa na chanjo nne. Chanjo hizo ni zifuatazo. Chanjo ya kwanza ni chanjo ya Marex au mahepe na chanjo ya pili ni chanjo ya Newcastle au kideli. Chanjo ya tatu ni chanjo ya Infectious Coryza au mafua makali yasiyokuwa na tiba na chanjo ya nne ni chanjo ya ndui, kuku wetu wanatoka hachari wakiwa na chanjo nne na ndui ikiwemo. Kwa hiyo chanjo zitakazo baki aidha utachanja kama booster au utachanja kama chanjo a phase one, ambayo ni chanjo ya gumboro pamoja na chanjo ya infectious bronchitis. Hawa ndio kuku wa mwendokasi. Ninafuraha sana kwa sababu sasa hivi nipo ninaongea na kuku hao wamenizunguka, wamenisogelea tofauti na zamani walikuwa wananiogopa. Hakika wanaonesha jinsi gani kuku hao wamemachua Hawa ndio kuku wa kienyeji mbegu bora wa kuku wa Mwendokasi. Hawa kuku ni wazuri kwa muonekano lakini pia ni kuku wazuri kwa nyama, wanataga pia vizuri sana. Hawa ndio kuku wa Mwendokasi. Ukifuga kuku wa Mwendokasi utaweza kujipatia kipato, lakini pia ukifuga kuku wa Mwendokasi utaweza kuwa tajiri, kwa sababu ni kuku ambao wanakula kidogo, lakini wanakuwa haraka na wana nyama tamu sana, na ni kuku wa kienyeji wenye muonekano mzuri wanakuwa ni warefu na matetea wako amazing. Sasa kama kawaida yetu, tumekuwa tukikuonesha kuku wetu wakiwa siku moja, mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu na miezi minne, na leo tunaenda kukuonesha namna gani kuku wetu wanavyoweza kuonekana wakiwa na miezi mitano. Basi tuweze kukuonesha majogoo, nitafanya basi sampo hata ya matetea watatu pamoja na majogoo watatu, ili uweze kuona ni namna gani kuku wetu waliweza kukua wakubwa kabisa. Alo, huyu ni tetea wa kuku wa wa mwendokasi. Cheke alivyotulia, yaani inaonyesha jinsi gani alivyokuwa matured. Maana yake kwamba hana papara, anaonekana mzuri kabisa, mkubwa kabisa, na kuku kama huyo ukimchinja, hakika ni mtamu kweli kweli. Hawa ndio kuku wa mwendokasi. Sasa huyo ni kuku wa namba moja, ninaenda kukamatia pia kuku wa pili na kuku wa tatu uweze kuwaona. Jamani, huyu ni kuku wa pili wa mwendokasi akiwa na miezi mitano. Ametulia kabisa, ana amani zote. Kwa hiyo naonesha ni jinsi gani kuku wa mwendokasi walivyomachua. Naenda kukamatia kuku wa tatu. Huyu hapa ni tetea wa mwendokasi wa miezi mitano. Nafikiri unamuona amekuwa ni mkubwa kabisa, anavutia. Nafikiri unamuona, unaona ni jinsi gani. Sasa wako tayari kwa ajili ya kuanza kutaga. Ukimshika anataka kama unaona anavyojibinua. Sasa hii inaonyesha jinsi gani huyu kuku maana yake aidha ameshaanza kutaga au dakika yoyote ataanza kutaga. Naona jinsi walivyotulia. Kuku ameshiba, ana umbo kubwa kabisa. Hawa ndio kuku wa kienyeji wa mwendo kasi jinsi walivyo. Kama nilivyokuambia, leo naongea pole pole kabisa kwa sababu kuku wetu hawataki kelele. Sasa nimesha kukamatia a kuku watatu ambao ni matetea, wa mwendo kasi. Ninaenda sasa kukamatia pia na majogoo ni jinsi gani majogoo walivyokuwa wakubwa kwelikweli. Sasa ninakumbusha pia, kumbuka tuliongea kwamba namna gani utakavyoweza kuuza kuku wa mwendokasi katika eneo lako, especially kuku wa miezi mitano. Sasa utaniambia je, huyu jogoo naenda kukuletea katika eneo lako, anafaa kuuza shilingi ishirini na tano mpaka 30 au 35 mpaka 40? 40. Yaweza kuwa hivyo. Baka hapo hapo niende kukuletea ili uweze kumuona. Haya, sasa niambie huyu hapa ni jogoo wa mwendokasi wa miezi mitano. Je, kwa jinsi unavyomwona anafaa kuuzwa elfu ishirini na tano mpaka thelathini. Lakini pia kwa kutaka tu kukuonesha ni namna gani kuku wetu wa mwendokasi majogoo walivyokuwa wakubwa, huyu ni jogoo wa miezi mitano. Nafikiri hata sauti unavyoona ni jogoo hasa, na ni mkubwa, sema tu huku mkia waliweza kutafuna wenzake, lakini kwa kimwonekana tu tunaiona ni bonge la jogoo. Jogoo mwingine wa mwendokasi ni huyu hapa. Huyu ni jogoo wa miezi mitano, nafikiri unamwona ni mkubwa kabisa na amesha pevuka na sasa hivi. Kwa kukumbusha tu, kuku hawa sasa hivi wanapanda. Kwa hiyo unamwona jinsi alivyo, ni jogoo hasa. Basi nitamwachia na nitaenda kukamatia pia jogoo mwingine watatu haya, jogoo watatu ni huyu hapa. Huyu ndiye jogoo watatu wa mwendokasi. Nafikiri unamuona jinsi alivyo, ni kuku mkubwa kabisa, mkia umenyooka, upanga umenyooka, kama nilivyokuambia wameshaanza Kutaga. Kwa hiyo sasa hawa ndio kuku wetu wa mwendokasi wakiwa na miezi mitano. Kumbuka nilivyokuahidi sintaacha nitaendelea kukuonesha kuku wetu kila mwezi wakikua wanakuwa wanafananeje. Tufuata miaka mingine ambayo tulikuwa kuku akianza kutaga basi tunaacha kuwaonesha lakini sasa hivi tutakuonesha kuku wetu kwa kila, tu, kila umri wanakuwa na wanafananeje. Basi hawa ndio kuku wa miezi mitano wa mwendokasi. Ukitaka kujua kuku wa mwendokasi wa miezi mitano anafananeje basi ndo huyu hapa. Kuku wote ni watulivu kabisa, hawana kelele kwa sababu ni kuku ambao wamesha machua kwa, wameshazoea binadamu, lakini pia wana hali ya maturity, kwa maana kwamba wamepevuka. Hebu niambie kama ni mfuatiliaji mmoja mzuri kabisa wa kuku wetu wa Mwendokasi. Hebu niambie umewaonaje kuku wetu, wanafanaje kuanzia siku ya kwanza mpaka leo miezi mitano. Hakika unaweza kuniambia hapo ni kwenye comment. Usisahau kulike video hii tafadhali ili iweze kwenda viral na watu wengi waweze kuwafahamu kuku wa Mwendokasi. Tafadhali usiache kulike hapo chini video yetu, lakini pia subscribe ili uweze kupata content nzuri za kuku wa Mwendokasi na mafunzo mengine ya ufugaji kutoka kwa tu Kuku Village. Hadi wakati mwingine basi, chao chao.